Shekhe, Allah kuzidishieni kheri, tumestafidi kutoka kwenu mambo mengi, na mmesema kwamba abudi rogo, abudi mtoto wa rogo, kwamba ni kharijiun, kwamba ni mtu ambaye aliyekuwa na tabia za kikhawariji, maana akitoka chini ya taa viongozi na kwa kufurisha viongozi wa Uislamu na mambo mengine fana hayo, tunataka kutoka kwenu mtutolee mfano baadhi ya

na dawa alikuwa akiifanya ya kikhawariji. Bali madhara ya Abud Rogo yamewakuta mpaka ndugu zetu masalafu, achilia mbali watu wa mbali, kwa namna watu walivyoivishwa fikra potofu na yule bwana. Wako watu katika jamaa zetu wamehujumiwa na vijana wa Abud kwa kuamini kwamba sisi ni wanafik kwa kuwa tumeacha kusimama kidete na watawala madhalim, na badala yake tukabakia katika tawala hizi za kitaghut bila ya kuonyesha juhudi yoyote ya kwamba sisi tukubaliani na wao, bali akawa anahamasisha watu kufanya hijra na kwamba miji hii haifai sisi kukaa na tayari ndugu zetu wameshaanza mapambano ya kutafuta khilafu ya Kiislamu na kusimamisha haki katika nchi ya Somalia. Ikawa anahamasisha vijana kutoka na kwenda kupambana kwa ajili ya kusimamisha dola ya Kiislamu. Bali akizungumza maneno yote ambayo walikuwa wanayafanya makhawariji ameyasema. Siwezi kunukuu moja hadi jingine, lakini kubwa zaidi alikuwa anakwenda kinyume kabisa na misimamo ya wanawachuoni katika baadhi ya, ya makundi ya khawariji ya leo, akisupoti makundi ya Boko Haram katika mihadhara yake na matukio anayoyafanya, na haya tunayo kwa sauti zake, akisupoti jihadi feki ya Somalia ambayo wanaochuoni wameizungumza na, wa na kwamba hakuna jihadi isipokuwa pamejaa fitna na watu kupupia uongozi, akiitetea makundi ya Afghanistan na akiwasifu kina Usama bin Laden na kwamba wale ndio wanaume na mengi katika mambo ambayo alikuwa akiyazungumza katika uhai wake, na athari iliyoko Kenya ya vijana wa kikhawariji na matukio aliyoyafanya ya ulipuaji na kuua katika baadhi ya maeneo inatokana na darsa zake ambazo alikuwa akizifanya, na athari yake imepenya mpaka huku, haikubakia Kenya peke yake. Ni jambo liko wazi sana, na ndugu zetu masalafi wamedhurika na fikra za vijana wake, bali wameguswa wa, wa, na wa mikono yao. Alahi abubakar Bonti amepigwa katika msikiti wa Musa na wanafunzi wa Aboud Rogo kwamba wewe ni mnafiki wamemshambulia na kama sikukimbia, wangemuua na mengineyo mengi katika mambo ambao wameyafanya wale mabwana. Ala kulli hal ni mtu khariji na bayani zimetoka, na lakhi Abulfadhl Qasim aliandika makala nzuri ya kilabu nar eh, akimzungumza Aboud Rogo na fikra za kikhawari alizokuwa nazo. Rejea makala hilo utapata faida. Waulize watu ambao wanafahamu, watakupa kopi yake, utasoma miaka hiyo akizungumzwa na fikra zake. Wallahu alam. Ah, barakallahu fikum. Kuna ah, swali lingine, nasema shekhe ilikuwa anaomba kujua tofauti iliyopo kati ya makhawari na matakfiri na tablighi. Tofauti ni kubwa. Sisi hatuja wasifia matablighi kwa ukhawariji ila pale ambapo mtu mwenye fikra za kitablighi atakapotadhaman fikra za kikhawariji kwa sababu wako hao watu ambao wa wanaonekana ni matablighi lakini wamebeba fikra za makhawariji. Lakini matablighi ni masufi asili ya madhehebu yao, na wana misingi ya dawa ambao ni kinyume na misingi aliyoweka mtume wal salam katika dawa yake. Ni watu wanapita ala jahlin, hawatangulizi ilmu katika dawa, bali wao hutanguliza eh, zile hamasa na ile atifia, hisia za kuupenda uislamu

Jazakumullahu kheir, sema, na, na, nauliza, tunaona mashia wakiua watu wanaotoka katika mwenendo wao, je, watakuwa kama makhawariji? Na hawa mashia ni nani, mwanzilishi wa kundi hili la ushia? Kwa ufupi tu niseme kwamba ashiatu wal khawarij shaqiqatan, mashia na makhawariji ni ndugu wawili ambao wanakurubiana sana katika baadhi ya misingi yao, lakini insha allah alakhi awe na subra, atakuwa na mihadhara maalumu ya kuwazungumza mashia na fikra zao, na ataujua ubaya wao na waasisi wao kwa hoja na dalili kupitia vitabu vyao. Alakhi abulfadhil kasim mafuta, kasim Allah mhifadhi, afike salama, tunaye kesho biidhnillah, ndio matarajio yetu, na hizo ndio mada zake, na hapo mtapata faida nyingi na maswali mengine tata nafikiri anaweza kuyatawalia kuyajibu, wallahu aalam. Jazakumullah khaira sana shekh, katika muhadhara wako nimejifunza mengi sana kwa hakika, jazakallah khaira. Swali, makhawariji tunaoishi nao katika majumba, je, tunapaswa kuwatenga hawa? kikubwa katika uislamu kwa mtu mwovu kwanza ni kujitahidi kumpa nasaha. Kuna vijana wengi wa kikhawariji wameingia katika madhehebu hii kwa kuhadaika kwa kusikiliza mawaidha mbalimbali ya watu wenye fikra hizi wakaathirika, na kama alivyosema Sheikh Nasr Dr Naser hafidhahullah kwamba fikira huondolewa kwa mafikra, fikra. Anakusudia kwamba fikra potovu huondolewa kwa putofu, fikra sahihi. Kwa maana mtu mwenye shubuhat basi anatakiwa apewe hoja zenye nguvu zaidi kuondoshewa shubuha zake. Kwa hiyo kubwa zaidi tuzungumze nao tuwape na saa na kujaribu kuwabainishia ubaya wa madhehebu ambayo wameichukua, na ikiwa wewe huna uwezo wa kiilmu basi mtaftie tasjili mbalimbali. Kama kuna maandishi yaliyoandikwa yenye kuzungumza makhawari na mambo yao, mpe asome. Kama ziko klipsi mbalimbali za sauti za kuwazungumza watu hawa, mpe asikilize. Ala kuli ali tufanya juhudi ya kumlingania, ikiwezekana atafuta watu wenye ilmu uwaalike waseme naye, huenda akaelewa baada nushi baada ya kunasihiwa sihi, kuna na kufanya juhudi katika hilo, hakukubali na kuendelea na madhehebu yake ya khawadi, watakuwa wa mbali naye uwe mbali naye. Bali e, ikiwa atakuwa na hatari ya kuleta madhara kwa fikira zake, ni ruhusa kum kumripoti katika vyombo vya usalama adhibitiwe mapema, na haya ameeleza Shekh Barazamul katika kitabu chake e, alipozungumzia hadithi ile ya kumkumbatia muhdith mubtadi, akazungumza tafsiri nzuri pale miongoni mwa maana za kumkumbatia muhdith ni ya miongoni mwa maana za kuto kumkumbatia muhdith ni kumripoti katika mamlaka ya nchi pale ambapo unahofia madhara yake na kuto kuwasitiri watu waovu. Haya tunayozungumza sarahatan, na wala sisi sio vibaraka, bali hii ni kwa usalama yetu na ya kwao wao na jamii ya waislamu wallahu alam. Jazakumullahu khairan. Anasema kwamba kwa nini walinganizi wa, wa kikhawariji pindi wanapozungumzia mambo mengine kinyume na jihadi huwa wanarejea katika vitabu vya ulamaa wakubwa. Tumezungumza kunako jihadi, wanajitenga na maulamaa wakubwa na kuwadhalilisha hao maulamaa. Kwanza tumezungumza sisi hapa kwamba mahawariji katika sifa zao yakuluna min khairi qawli albaria, kuzungumza maneno matamu yale ambayo wanayazungumza wa sunna katika baadhi ya maeneo, liystamilu kuluban nas, ili wavute nyoyo za watu. Ndivyo walivyo mahawariji, kwa sababu hoja na dalili ziko juu ya madhehebu ya ahlu sunna, madhehebu ya hoja na dalili ni madhhabu ya ahlisunna adilla zinakubali kiakili ki na kimaumbile. Kwa hiyo hawana pa kukwepa katika masala ya jihad. Wanawaacha maulama wa ahlisunna kwa sababu wamekwenda kinyume na wao, hawatopata muradi wao kupitia akwali za ulama wa ahli sunna au kupitia musannafati zao. Ukisoma vitabu ya ahlisunna vimeweka dhawabit na masharti katika mambo ya jihad, sio jihadi za kichwa mchunga kama ambazo wao wanazifanya. Kwa hiyo ni lazima wawakwepe hawa, kwa sababu hawezi kufikia muradi wao. Si kuwakwepa tu, bali na kuwatuhumu kwa maneno mabaya mabaya, ili watu waondoe sika kwao na hatimaye wasikilizwe wao. Hii ndiyo siri ya makawadi kukwepa ahlusunna katika mlango wa jihad. Wallahu alam.

Hiyo ndio maslahi ya nafsi yako na waislamu wengine, ikiwa ni kweli kama unavyosema, ushafanya nasaha na wanaendelea na, na, na, na fikira hizo, kuwa, kuwa mbali na wao ndio salama ya dini yako, kwa sababu kuwa karibu na, we, na wao unaweza ukaathirika wewe. Kwa hiyo kuwakata ni salama kwako, na pia inawezekana ikawa ni dawa ya wao kurudi nyuma, ikiwa Allah amewakadiria uongofu. Kwa hiyo maukifu hiyo ni maukifu ya kisawasawa, na si kwa mahawari tu bali kwa watu wa bidaa wote. Mtu wa bidaa ambaye amefikia kiwango cha uadui katika bidaa yake baada ya nasaha huwa anakatwa. Hii ni salama, kwa kutafuta salama kwako wewe mwenyewe. Kadhalika huenda ikawa ni dawa kwake yeye, akaacha fikra ilizokuwa nazo. Wallahu alam.